Wakati huo hakuna neno lililoandikwa kwamba usichukue mke wa nani, mke wa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kadhalika utoaji wa zaka ulikuwa ni muhimu na lazima tangu mwanzo, ingawa kulikuwa hakuna sheria iliyotuagiza tufanye hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sheria iliyokuwa ina opereti ni ile sheria ya roho ya ndani, kwamba unasukumwa kutoka ndani kufanya jambo jema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiyo maana tunamwona Ibrahimu anamtolea Mungu sehemu ya kumi ya mapato yake yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sheria ilikuja tu kuregulati mambo, kurekebisha mambo, kukazia mambo, kutoa mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe sana, ku create awareness, kufanya watu Wawe na, na, na hali ya kujali au hali ya kujua ya kwamba wanatakiwa kufanya nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu akisema unatoa zaka wewe bado uko chini ya sheria, basi mpuuze. Bwana Yesu asaidie.